Maandalizi yako vizuri ndani ya uwanja na nje ya uwanja, tumejiandaa vizuri kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Maandalizi yako safi kwenye mazoezi, mwalimu kila siku, wachezaji wenyewe tukiimizana. Ndio mechi muhimu sana kwetu sisi na kwa klabu yetu ya Azam FC kuweka historia ya kwenda group stage. Wanatupa njia sisi, tunaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo tayari sasa hivi bado siku moja ili aweze kumaliza kazi yake atuachie sie tuende tuka tukayatimize yale alotutuma. Ugumu upo kwa sababu kwetu sisi KM, kwa kuangalia picha nyengine, unaweza kuna labda KM ni timu ndogo, labda sisi tunaweza tukawabeza KM, lakini washawahi kutufunga. Kwa mwalimu leo ameweza kutuambia twende tukacheze kwa quality yetu na kwa uhitaji wa mechi. Kwa mi siamini kama kuna mtu ataeza kumbeza KMKM ni timu nzuri, ina walimu wazuri, ina wachezaji wazuri pia. Kwa hiyo sisi tunaenda kucheza kama tunacheza na mkubwa mwenzetu, yaani kama vile mechi tunandocheza na mtu ambaye ametuzidi, yaani level itakuwa ile ile na respect itakuwa iko pale pale. Kitu ambacho nakikanacho na asilimia mia moja ni timu bora, kwa sababu hamna timu yoyote ambayo iko hapa ilipo imefika kwa bahati na maana, wali qualify walishinda mechi yao iliyopita, ndio wamefika hapa na pia nafikiri ni timu ya taasisi, kwa hiyo inazidi kufanya mechi itakuwa ngumu na nzuri pia. Sisi tupo hapa kwa sababu tumekwalify pia, na wapinzani wetu wapo hapa kwa sababu pia nao wamekwalify. Kwa hiyo twende tukacheze kama tunacheza na, na wakubwa wenzetu. Kwa hiyo jaisi tunacheza na nani yeyote, atakuja mbele kwenye hatua yoyote, tunamchukulia kwa uzito wa hatua ambayo tuko nayo.